Kila mtu kwenye maisha ana mawazo au anatamani sana kuendelea au kuona mafanikio. Lakini mara nyingi sana, tunaweza tukawa, kuwa na tukawa tunakwama na kuufeli na kuanguka mara nyingi kwenye maisha bila kujua kwa nini tunaanguka. Lakini kwa sababu ujuzi au uwezo wa kujifanyia uh, self analysis au uh, uchunguzi binafsi uh, wa kwa nini nimeanguka huwa sio jambo la rahisi au sio ujuzi ambao kila mtu ameumasta kwamba kila mtu anaweza akafanya hivyo vizuri. Ndo maana wengi akikwama sehemu, akianguka huwa lile tatizo linampeleka moja kwa moja anaenda nalo. Ni watu wachache sana ambao wanaweza wakaja wakainuka wakarise above all the problems wakarudi juu. Leo tunasoma makini sana somo muhimu sana, nataka tuangalie mawazo manne ambayo huwa tunakuwa nayo mara nyingi, na mawazo haya yanatukwamisha au yanatufanya tusiende mbele au yanatukwamisha kuendelea. Karibu Success Path Network, each one teach one. Your brother Ezden is right here. Unatokea wapi niambie hapo chini kwenye comments, twende moja kwa moja. Leo hii nataka tuongelee topic ambayo it's controversial. Ni, ko, ni topic ambayo vigumu sana mtu wote kusema kwamba hii inahusu kwa sababu wote kwa namna moja au nyingine kuna sehemu tunafeli, tunaanguka, nani, si ndio? Na kuna namna huwa tunajiwazia vitu vibaya pia mara nyingine. Kuna namna tunakaa tunawaza kwamba labda mimi sio bora sana hapo chini bwana, kuna mawazo haya pia. Wazo la kwanza ambalo wengi wanakuwa nalo na wengi wanaishi hapa: kwa nini mimi sikuanza mapema? Ozo kama tu hili hii, kwa nini mimi sikuanza mapema? Basi amini usiamini, kuna watu wengi sana wanaishi hapa, hapa. yaani akianza kuwaza tu kwamba yeye kashachelewa, kuna watu washatangulia, anaona kama ah, sasa ya nini ah, sitafika popote. Hakuna anayejua safari ambayo Mwenyezi Mungu kila mtu kamwandikia. Kwa hiyo wewe unatakiwa uanze. Na the truth is The past can't be changed, kwamba muda uliopita hauwezi kubadilishwa. Haijalishi kwamba umepitia matatizo ya namna gani, umetoka kwenye familia ya namna gani. Bill Gates said kwamba if you were born poor, it's not your problem, but if you die poor, that's your problem. Kama umezaliwa kwenye familia maskini, sio tatizo lako, kwamba the past can't be changed. Lakini, There's no better time to begin or to start something than now. Hakuna muda mzuri wa kuanza kitu chochote unachotaka kuanza isipokuwa sasa hivi. Ndio, unaanza sasa hivi, una shilingi elfu kumi mkononi. Ukimwangalia Chief God Love anaposti, yuko na milioni hamsini mezani, anaendesha mandinga ya hela nyingi. Tutafanyaje hapa? Nianze mwamba ndio yuko pale mbona Tatizo ni kwamba wewe unataka kushindana na mtu, wewe unataka kukimbizana na mtu. Wewe pita njia yako, kimbia kimbizana kwenye njia yako, na nitakwambia kitu kuhusu njia yako. Kwa nini nifanye juhudi wakati siijui kesho yangu. Kweli kesho, bwana, amna anayejua kesho, kesho hatujatabiriwa. Kwa nini ifanye juhudi? Kwa nini ufanye juhudi? Wewe anza. Sawa sawa, treat each day like your last. Unatakiwa kuishi kila siku kama ni siku yako ya mwisho. Ukiweza kujijengea hii mentality, basi kila siku utakuwa umeamka na the winning mindset, kwa sababu leo nitaishi kama siku yangu ya mwisho na ili uipate hii jiulize, hivi hivi, leo ingekuwa siku yangu ya mwisho, kwamba ninajua kabisa kwamba leo ikifika saa sita usiku mi ndo naondoka. Kimoja, leo ingekuwa siku yangu ya mwisho, hivi leo ningeishije? Basi jibu utakalopata linaashiria kwamba unatakiwa uishi hivyo kila siku, kila siku uishi hivyo. Lakini uwa hatuishi hivyo mpaka tuone signal kwamba labda ndio tunaelekea, ndo unaweza uh, kaingia kwenye hasara kubwa sana. Kwa hiyo treat each day as your last, itakufanya kila siku uwe na spirit ya kufanya kitu na kuachieve kitu fulani, sawa? Tunaambiwa ishi kama ni siku yako ya mwisho, unaona? Lakini tafuta kama ukiona tafuta, tafuta kama utaishi milele, yaani kusai tafuta kama utaishi milele lakini ishi kama ni siku yako ya mwisho. The two. Aya, wazo la tatu uh, kusema kwamba it had I can't do it. Kuna kwamba fanya vitu fulani Ezden, fanya vitu fulani, ah, hii ngumu sana mimi siwezi kufanya. Na wakati mwingine hata umwambie mtu, lakini wewe mwenyewe unajiambia mwenyewe. Ninavyoona, hii mimi siwezi kufanya. Hii mimi siwezi kufanya. Sina background kama yake. Sina historia kama yake. Sina familia kama yake. Hii mimi naona, hii mimi ni, ni ngumu sana mimi siwezi kufanya. Now let me tell you the secret. Success comes with a lot of hardship kwamba mafanikio yanakuja na ugumu mwingi sana, yamefungamana nao. Hamna ma mafanikio mepesi. Tafuta watu wote waliofanikiwa, hakuna njia nyepesi, watakusimulia changamoto walizopitia, kwamba karibu changamoto nne tano, kwamba ile ya kwanza tu light, kama angesema ange, ange iachane nayo ndo angeishia pale, lakini akapita, akaja ya pili, akapita, akaja ya tatu, akapita. no, same story, success comes with a lot of hardship. Na, kama ingekuwa rahisi basi kila mtu angekuwa na mafanikio leo Yani kila mtu angekuwa successful, kila mtu angekuwa amefanikiwa. Lakini wamefanikiwa watu wachache, kwa sababu hiyo kwamba mafanikio yanakuja na ugumu, na ni wachache wanaojitolea kuamua kuface na kuufuata huo ugumu. Wewe unaweza kuwa mtu ambaye anataka kuufuata huo ugumu, ikiwa unataka kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo ni mawazo ambayo yanaweza kutukwamisha. Wazo la mwisho mm, inabidi nianze mwanzo, wakati wengine wamezaliwa na utajiri au wamezaliwa na utayari, tayari wana fursa tayari Think of this, nataka kuwa content creator, lakini as naona ana channel kubwa tayari ina subscribers laki tatu na kitu hmm. Mi ndio sina hata subscriber mmoja. Nachane nayo tu, sio mchongo wangu. Watu wengi wanaishia hapa. Lakini haijalishi watu wengine wameenda wapi. Haijalishi watu wengine wamefikia wapi, wapi? Wewe fanya siri we have different journeys and different problems tuna safari tofauti na matatizo tofauti ambayo kila mtu kawekewa kwenye tuseme maisha, kama ni njia ya mtu hivi kwamba unapita hii njia mpaka hapa una huyu, anapita hii, na huyu anapita hii, na huyu anapita hii. Sasa kwenye njia ya kila mtu, hizi njia ni tofauti kwanza. Huku anaweza kuwa anapita kwenye, kwenye maji, kwenye majani, kwenye miba. Huyu anapita kwenye mawe, huyu anapita kwenye lami, huyu anapita sijui wapi, anapita angani au. Hizi ni njia tofauti lakini sio hivyo tu. Kuna matatizo pia ya kila mtu, ya sio kwamba tatizo la aina moja. Huko ikiwa jiwe jiwe jiwe lina mziba, atafute alipande au alizunguke, a a huyo ikawa jiwe. Huyu kaekewa bahari, anatakiwa avuke bahari, tofika lini, ndo maisha yake, ndo nje yake ake. Huyu kaekewa sijui nini hapo, kuna bonge la shimo, anatakiwa atafute njia ashuke vipi kule chini aende tena kwa pande atoke huku, ndo nje yake iendelee. Kila mtu amewekewa njia tofauti, matatizo tofauti. Hii concept ukiielewa na kuamkishia leo unaacha kushindana na watu. Unaacha ni kusema yeye ni maisha yake na hayo ni matokeo ya maisha yake, na mimi na maisha yangu ina matokeo ya maisha yangu. Lakini je, hapa nilipo leo ndio stori ya maisha yangu ndio mwisho wa maisha yangu? Wengi tunajiangalia leo tunawaza kwamba leo ndo mwisho. Kwanza the fact tu umeamka, upo sasa hivi ni saa ngapi sijui, upo upo upo umeamka, ina maana Mwenyezi Mungu hajamalizana na wewe. Sina kitu bana, basi <laughs> wewe kuna vitu vya kufanya, kwa hiyo stori ya kusema basi no, uo usifunge ukurasa bado kabisa. Yani, ukikwama leo haimaanishi ndo mwisho, la maana unatakiwa uendelee, na kujilinganisha na watu wengine ni kupoteza tu muda, kwa hicho nilichokwambia kwamba kila mtu ana njia tofauti. Mimi naitwa Azzede Jumanne, nimekwambia mambo manne. La kwanza nimekwambia uh, sawa there's no better time to begin or to start than now. Na watu wa pili nimekwambia kwa nini nifanye juhudi wakati kesho sijui? Unatakiwa kui, kuishi kila siku kama siku yako ya mwisho. Na ukiwa na mawazo kwamba kuna hiki ni kigumu siwezi kufanya, fikiria kwamba mafanikio yanakuja na ugumu sana na na kama ingekuwa rahisi kila mtu angekuwa nayo. Wazo la nne, nimesema, ukiwa unaona kwamba, kwa nini mi nianze wengine tayari wako wana fursa wana material wana access wanajuana na watu, wewe anza wote sisi tuna njia tofauti na matatizo tofauti. Awa wenye access, wenye fursa, kuna matatizo anayo, huenda wasitoboe huko wanakoenda. Sawa? so, na comparing is only a waste of time. Niambia ambacho unaona kinafaa kuongezewa kwenye somo hili Success Path Network. Each one, teach one. Until next time. Bye bye.